Napanga kikosi jamani, kocha, napanga kikosi, tunaona kama kocha ya shirika. Tumepanga kikosi kali, nimeshapanga yeah. Nimeshawaambia vijana vizuri Zi, wanaziita zile jites, tu, yeah, za kabla ya mchezo lakini wako vizuri na mimi nawaamini. Wema, timu yes, yako imefukuza sana makocha hivi karibuni, pengine wewe hauna pressure kwamba ukifunga unaweza Hapana kwanza, kwanza kitu ambacho wanaweza nikasema ni kwamba wamechelewa sana, wangekuwa wamenipa ukocha tokea mara ya kwanza. Kwanza sasa hivi tuna tunasubiria tuna kuingia semi finals. Kwa hiyo ni wame, wame lakini wanasema um, better late than never. Yeah, kwa hiyo hawajachelewa sana so, Inshallah, tuombe Mungu, tutaendelea kufanya friendly matches, kwa sababu hata tukimaliza kucheza leo baada ya siku kama tatu tunaenda Botswana. mm -hmm. He hey, nawapeleka vijana wangu Botswana waende wakifanya mazoezi, wanaendelea kujifua. Kwa hiyo tunakaribisha, tuna kila timu ambayo itakuwa inataka kufanya wakati tunasubiria Samia Cup ya next year okay. Na ninachoweza kusema ni kwamba Samia Cup ya next year, basi Jitu FC watakuwa okay, wako kwenye finals kabisa. Wema, mechi ya mwisho oi, walipokuwa wanacheza alikuwa anadondoka sana uwanjani, watu wakasema jamani, huyu mchezaji gani? janiege neno moja kwa mchezaji wako usajili, unaonekana kwamba usajili tia maji tia maji. Hamna, sio usajili tia maji tia maji. Unajua kwenye mchezo, mbona sio yeye peke yake pekean Nima, of ofos mazoezi ndio mana nimesema hivi kwamba this time wamefanya mazoezi ya kutosha, hatutoona uchezaji ule uliokwepo mara ya kwanza. Kwa hiyo um, ule uchezaji wa mara ya kwanza aliyokuwa anacheza this time taona changes thist, okay. swali la mwisho.